Watoto wangu hawajaomba baba wa fariki, kwa hivyo anachotubitisha sisi sio. Mwanamke mjane anayefahamika kwa jina la Jacqueline Okoro ambaye amekuwa akiishi katika eneo la kwa mrefu wilaya ya Rumeru mkoani Arusha kwa zaidi ya miaka kumi amedai kuwa baada ya kukamatwa na maafisa wa uhamiaji hivi karibuni amerejea katika eneo hilo na kukuta chumba anacholala na watoto wake katika jengo la ghorofa aliloachiwa na mume wake kimefungwa na shemeji yake aitwaye ya Solomon James kwa madai ya kuwa anaishi nchini Tanzania bila kuwa na kibali mjane. Huyo ambaye ana asili ya nchini Kenya, akizungumza na Gadi TV, amesema madai haya yanakuja ikiwa ni baada ya ndugu Solomon kumshtaki katika vituo vya polisi kwa makosa ya uongo yaliyopelekea kukamatwa kwa mara kadhaa na baadaye kuachiwa katika mazingira ya utata bila kesi kuendelea. Aidha, Jacklin amedai kuwa dhana ya shemeji yake kumfanyia vitendo vya kumkamata mara kwa mara kwa kutumia mamlaka mbalimbali inalenga kumnyanyasa ili aondoke nchini. Hata hivyo Ugadi TV imemtafuta Solomon ili kufahamu juu ya tuhuma hizo. Na amesema waliohusika na kufunga chumba hicho ni boma la familia yao, hivyo yeye binafsi hahusiki na tuma hizo. Kadhalika, baada ya Gadi TV kumaliza mahojiano na mjani huyo na kwenda upande wa mamlaka ya uhamiaji ili kuhoji kuhusu tuma za kukamatwa kwake, mamlaka hiyo imesema tayari mjani huyo amerudishwa nchini Kenya kwa kuwa hakuwa na vibali vya kuishi nchini Tanzania. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisha Msuya. Kwa majina anaitwa Jacqueline Okoro. Mimi ni mjane, mume wangu alifariki miaka saba iliyopita. Kuanzia 2022 shemeji yangu kwa jina la Solomon James Bugengo amekuwa akinitengenezea figisu pale nyumbani kwa lengo la kunifukuza. Kwa hivyo sasa, ijumaa wiki iliyopita alinitengenezea kesi, kesi pale uhamiaji kwa sababu mimi ni Mkenya, nilikuwa nimeolewa na Mtanzania. Wale maafisa wakaja pale nyumbani wakanikamata, wakanipeleka Central, nikakaa siku tatu kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu. Nilivyotoka ndani, nimekuja nikampata shemeji yangu amenifungia mlango, ina maana siwezi ingia nyumbani. Sasa hivi sina pa kuishi, na ombaomba pa kulala kwa marafiki zangu. Kesi ambayo ilifanya wewe ukakamatwa ilikuwa na uhusiana na nini? Ilikuwa na uhusiana na uraia wangu. E, sababu mimi ni Mkenya, nimekaa huko miaka 15 na uko kihalali, huko niko kihalali kwa sababu mume wangu ndiye alinileta, tukawa tunaishi. Alivyofariki ndugu zake wakaniomba, kwa sababu kipindi anafariki watoto wangu walikuwa wadogo sana, wa kwanza alikuwa na miaka nane, wa pili alikuwa na miaka miwili. Wakaniomba huyu ndugu wa marehemu nikae pale nyumbani ni leo watoto. Hiyo nyumba ambayo unaondolewa sasa hivi ni nyumba ambayo ulikuwa unaishi na mme wako? Ndio, ni nyumba tuliokuwa tunaishi na marehemu mme wangu mpaka akifariki. Amefariki ametuacha hapo na mtu na watoto. Na shinikizo la wewe kuondolewa sasa katika nyumba hii labda ni nini hasa wanadai kwamba nini ambacho kinapaswa kufanyika hapo, au nani anataka kuishi hapo? Wao wa, wanavyodai sina sababu za kuendelea kuishi pale, niondoke, niwaachie waachie watoto mm. Mimi niondoke, niwaachie watoto. Na kwanza mtoto wangu wa kwanza wameshamchukua tayari. Nimebaki na huyu. Shemejangu alikuja tu pale nyumbani baada ya mtoto kumaliza la saba, akamchukua akampeleka Dar es Salaam, akamweka shule kule. Kwa hivyo yule yuko goda. Kwa hivyo mimi nimebaki na huyu mdogo. Mm. Kwa hivyo pale ameniondoa pale nyumbani, nilikuwa naishi na wifi zangu pale. Kwa hivyo anasema mimi niondoke, sina sababu za kuishi pale, dada zake ndio wakae pale. Kwa hivyo sahizi nimefungiwa nje, wale ndio wabaki pale. Kwa dada zake ndio wanakaa, kwa maana ya mawifi zako? E, mawifi zangu na mawifi. Wanasemaje wao? Wamenyamaza mm, wamenyamaza mm. <laughs> Mbali na kuondolewa, labda kuna changamoto gani zingine ambazo umekuwa ukizipitia kwa kipindi chote toka mume wako amefariki? Tangu mume wangu amefariki tulikuwa tunakaa tu vizuri. Haya maneno yalianza 2022 ndio mimi nilishangaa ghafla, mwenyekiti amekuja pale nyumbani kuja kuniambia amepata taarifa kwamba nataka kutoroka na watoto. Nikamwambia sivyo, ni maneno ya uongo, basi ikaendelea kufika elfu mbili na ishirini na tatu. Hapo nikapelekwa kwa ofisi ya mtendaji, shemeji yangu ameenda kulalamika kule eti nimeshindwa kulea watoto wa mdogo wake, yeye anaomba arudishiwe watoto, mimi niondoke pale nyumbani pale. Nikajieleza kwa mtendaji, mtendaji akajua ukweli, kwa hivyo ile kesi iliishia pa pale, sikuambia wanga chochote. Ikakaa kidogo, mi nafanya biashara za kupika keki pale nyumbani nashangaa ghafla, shemeji yangu mimi kamtuma bwana afya pale anisitishie kufanya biashara zake pale. Basi nikaenda kwa mheshimiwa diwani wa Mtau. Kweli diwani alinisaidia, aliingilia kesi kati ile, kesi hiyo ikaisha, nikaachiwa. Mimi nikaendelea kufanya biashara zangu. Kwa hivyo alivyoona hizo zote zimefeli, ndio akaanza sasa kutumia polisi, wakawa wanatumia wifu zangu wanaokaa pale ndani walete fujo pale nyumbani alafu waende wakashtaketi mimi nimewatukana polisi wanakuja pale nyumbani wapo kituo cha polisi cha Ngulelo wananikamata wananipeleka central kesi kifuatiliwa nikishafika tu pale central kesi inafu, inafutwa mara mbili nimekamatwa kabisa nimepelekwa pale central kesi inafutwa tu hata sielewi na wakati huu ulipokamatwa sasa nini ambacho kilifanyika kwako kwa maana hapo ulipokuwa naishi? E, safari hiyo si walinikamata, nikamata wale maafisa wa uhamiaji wa wakaniweka ndani. Kufika Jumatatu wakanitoa pale central, wakaniambia tunaenda nyumbani kwako, tunaenda kufanya upekuzi. Tukaja hapo nyumbani, wakapekua nyumba nzima, wakatoka na baadhi za stakabazi, eh, vitambulisho za marehemu mme wangu vyeti vya marehemu mme wangu, ni vitu vingi tu. Walipekua, wakachukua chukua picha, yani vitu vingi tu. Waliziorodhesha pale, kwa hivyo hivyo vitu bado viko pale uhamiaji. Tukarudi pale hiyo Jumatatu. Labda wakati wanakuja kupekua, waliniambia tunakuja kupekua, kuna mambo tunataka tu yaelewe kwa undani, ndio mm. Jibu walionipa siku iliyofuata. Hiyo hiyo siku alivyotumaliza upekuzi, tukarudi pale kituoni ndio shemeji yangu na wifi yangu akaja pale kuandika kuhojiwa. Sasa sababu mimi nilivyo hiyo siku hiyo nilivyo kamatwa Ijuma ni walinihoji, nikawaambia nika safari yangu ya hapa Tanzania. Kwa hivyo hawa wengine walikuja kuhojiwa hiyo Jumatatu na hiyo hiyo Jumatatu ndio mimi nikapata dhamana, kuna rafiki yangu alikuja Kunidhamini, wale wakawa wameniruhusu nirudi nyumbani. Kwa hivyo nilivyorudi nyumbani ndio nipata mlango umefungwa, shemeji yangu amefunga mlango. Nikafikiri ni wale wahamiaji wa uhamiaji waliwaambia wanifungie. Nikarudi pale nikawaambia, nimeenda nyumbani nimepata nimefungiwa mlango, inakuaje? Wakaniambia, sisi hatujatoa taarifa kama hiyo, hiyo ni utaratibu huo shemeji yako wewe, nenda uongee naye. Nikarudi nyumbani nikawa nampigia shemeji yangu simu. Simu yake haiendi. Nikamwomba wifi yangu moja, nikamwambia naomba umpigie Solomoni simu, mwambie nimekuja hapa nyumbani, anifungulie mlango, nataka kuingia. Wifi yangu akasema siwezi. Kwa hivyo ndio hapo nikaondoka, nikaenda kumwomba rafiki yangu nilale kwake. Kwa hivyo mpaka sasa hivi, sina pa kulala. Pole sana, asante na mbali na Solomoni katika hii familia kuna watu wengine ambao wanakupinga au wa kuendelea kuishi hapo? Ndiyo niyo Solomoni na wifi yangu mmoja, kwa jina la Margaret Marandu, yeye ya anaishi hapo Mtarakwani. Hata hiyo siku polisi ni wao walikuja kuhoji, hata hivi navyokamatuanga, hizo yote ni yeye anaendanga pale Ngulelo, anawaita au polisi waje wani kamati, huyo wifi yangu mimi hmm. Imekuwa safari ya namna gani kwako hii? Ni safari ya kuniumiza mimi. Sio mimi tu. Hata watoto kama leo, mtoto wangu alinipigia simu akaniambia nataka kuniona, na ndio maana nimekuja nilikuja kuona mtoto na ndio maana chukonaye hapa. Asante. Kipi unaweza kumwambia shemeji yako popote pale alipo, wakati huo tunazungumza, mm, hapa mm -hmm? Aache kunionea mimi na watoto, hatujamkosea. Mimi kama mimi sijamkosea, watoto wangu hawajamkosea, mbona natunyanyasa nakamatwa watoto wangu wanashuhudia, na wauma sana. Kwa hivyo hatujamkosea, yaani asilimia moja misijamkosea na sidhani kama mimi tuliomba tu, tu niliomba mme wangu afariki, watoto wangu awajaomba baba wafariki. Kwa hivyo anachotupitisha sisi sio atuache. Na kama nimemkosea, aje aji aniambie, mi sijui nimemkosea wapi, sijui nimemkosea wapi. O baba, sijui uende ukawa, nilimkosea na sijui, aniambie wende kawa tutongo alimkosea, awajui awaambie sababu, watongo ameathirika kisaikolojia wote wawili, yule wa kwanza na huyu Kutokwepo kwa mume wangu ndio kinachochea mimi kunyanyaswa, kwa sababu kipindi mume wangu alikuepo, hamna hata mtu aliwahi kuja pale nyumbani kuniuliza chochote. Hata hamna mtu alikuwa anajua mimi ni raia wa nchi nyingine. Hamna mtu alikuwa ananiletea fujo, kwa sababu si mume wangu alikuwa kama mavuli e. Kwa hivyo alikuwa anatulinda mimi na watoto. Kwa hivyo saizi tumebaki hatuna mtu akututetea, hatuna mtetezi tena. Alikuwa mtetezi wetu. kama hivyo nilivyoletwa hapo nyumbani, nao maafisa wamekuja kupekua nyumba, nakaa kama muhalifu, mi sio muhalifu. Sikuja hapa kwa njia za vichocho, mume wangu alinileta, akanileta hapo nyumbani kwa, kwa mamake akanitambulisha, nimekaa pale, nimebeba ujauzito uzito, nimezaa watoto wangu, leo hii nakaa kama criminal. Kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Uhamiaji Fakihi Bakari Nyakunga, afisa wa uhamiaji mkoa wa Arusha. Hatua zilizochukuliwa, mgeni amepewa utaratibu wa kuingia nchini akiwa na hati zinazomruhusu yeye kuingia nchini. Kwa mfano, sheria inamtaka mgeni yote anayeingia nchini awe na hati ya kusafiria, lakini awe na visa kwa nchi zile ambazo zinahitaji awe na viza lakini kwa wenyeji pia tunawaonya, msipokee wageni wakakaa katika majumba yenu bila kujua kama wapo nchini kihalali. Kwa hiyo kwa tukio hili, hao wenyeji wali walionywa na mgeni pia alirudishwa kwao, lakini aliekekezwa kama anania kuja nchini Tanzania afuate utaratibu. Labda mlipowauliza wenyeji kwamba ilikuwaje miaka yote hiyo wakakaa bila kutoa taarifa, wao walisemaje? Wao walisema hawajui kama alikuwa hana vibali vyovyote.